Mheshimiwa a kushauri, Jenista kwa jinsi unavyopenda uwaziri siku ukitumbuliwa, unalo kafa, huwezi <laughs> kudefend kila jambo. Kila jambo una defend kwa sababu unaonekana. Yes. Kuna saa kuchill ni wisdom. Una chill. Wewe, unajua kwa mambo tunaongea, unafahamu, na hivi hatufanyi hivi kwa mbunge misha kuwa mbunge wa mbili Misha, kwa mbunge wa mbili hatufanyi, ni kwa mbunge tunaposema utawala bora katika nani? Tume huru ya uchaguzi niongezee. Endelea, endelea. Na Mheshimiwa, naomba niongezee muda Mheshimiwa Kiti, tunaposema utawala bora ulenge katika tume huru ya uchaguzi, sio tume ya kuisaidia Chadema, ni tume ya kuhamu na chucha ya taifa hili ausiweo na mashaka. Ni hatari, ni hatari sana watu kufikiria tu wa mnaiba kura, hilo tu ni hatari. Yani tu kufikiria kwamba mnaiba kura ni hatari si, si. Sasa cha muhimu ni nini? Ili kuwa na sucha nzuri, wananchi wanatakiwa wawe na imani na uchaguzi. Wananchi wakiondoa imani na uchaguzi, wananchi na wewe utatuongoza, ili kufanikisha ndoto na maono ambayo tunayataraji. Mheshimiwa, Mheshimiwa Spika, ninaomba kwanza kabisa, kabla sijaendelea nitamke ninaunga mkono hoja ya uteuzi wa Dr Mwigulu Mchemba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba niseme sifa zilizosemwa na mwanasheria mkuu wa serikali ni stahiki na ni sahihi kwa Dkt. Mwigulu Mchemba kupata madaraka hayo na kuweza kusimamia nafasi hiyo kubwa ya uratibu ndani ya serikali ili tuweze kufanikiwa, kuyafikia malengo na tunamshukuru sana mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, pamoja na sifa hizo nyingine ambazo zimesemwa na mwanasheria mkuu, ninaomba niongeze sifa chache. Ya kwanza, Daktari Mwiguru Mchemba ni mtu wa maono. Anayo maono ya kujua taifa letu linataka kwenda wapi. Lakini Daktari Mwiguru Mchemba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 kupitia ilani ya uchaguzi. Lakini ndani ya siku mia moja, anayo maono yake, anayo malengo yake ambayo yanakwenda kumgusa mtanzania mpaka wa hali ya chini. Maono hayo yanahitaji waziri mkuu kama Mwigulu Mchemba ili yaweze kutekelezeka. Ninawahakikishia waheshimiwa wabunge.